Leo tuko na hadithi nzuri ya binti mrembo ambaye alichoka kupuuzwa na mpenzi wake maarufu. Ili kuvunja uhusiano huo, alisaini mkataba wa mapenzi wa siku 50 na kijana asiyejulikana. Lakini mambo yakabadilika. Penzi la kweli likazaliwa. Karibu kwenye John Recap, moja kwa moja tunaenda yanza story yetu. Kuna huyu mrembo katikati ya hawa wadada anaitwa Feng Li. Yeye ni kati ya warembo wakali sana chuoni. Kila mwanaume alikuwa akitamani kuwa naye wakati akipita, hata wasichana wenzake walimshangaa. Licha ya urembo wake, pia alikuwa ni mwalimu wa sanaa ya kucheza katika kampuni moja. Pia Feng Li alikuwa jasiri sana, watu wakigombana alienda kuwasuluhisha. Kwa bahati mbaya, alikuwa na changamoto kwenye mahusiano yake kati ya yeye na kijana maarufu pale chuoni, jina lake Park Yu. Siku moja Feng Li akamwambia Park Yu, nataka tuvunje mahusiano yetu. Park Yu alicheka, akadhani Feng Li anatania. Feng Li akataka kuondoka, Park Yu akamzuia, akamuuliza sababu ya kuvunja mahusiano yetu ni nini. Feng Li alifikiria kidogo, kisha akaonyesha picha ya kijana mmoja wa kawaida sana, jina lake Yuan Chen. Park Yu alicheka, akiamini Feng Li anamdanganya. Akamwambia, kama unahitaji kuvunja mahusiano yetu, mlete huyu boyfriend wako mbele yangu, hapo nitakubali kuvunja mahusiano. Rakiki zake Feng Li wakaanza kumtafuta Yuan Chen, wakafika kwa kijana mmoja ambaye alikuwa ni rafiki na Yuan Chen. Aliwaomba msamaha kuhisi Yuan Chen kuna kitu kakosea. Alipogundua kuwa Feng Li anamhitaji kwa jambo jingine, alienda haraka kumwambia Yuan Chen. Yuan Chen alishtuka lakini ikabidi aende kuonana na Feng Li. Hakufikiria kama atakuja kutana na mwanamke mzuri hivi, kwa dakika chache aliduaa akimshangaa Feng Li. Shida inakuja kuwa Yuan Chen alimwahidi mama yake kutokuja kuwa na mahusiano ya uongo, na Feng Li ndiyo anahitaji kufanya mahusiano yawe ya uongo ili aachane na Park Yu. Park Yu alikutana na Yuan Cheng, akamwangalia kwa dharau na kumcheka, kisha akaondoka. Sasa leo Feng Li akaenda darasani na kumshika Yuan Cheng mkono mbele ya kila mmoja, kisha akamwandikia baadhi ya maelekezo: mahusiano yatakuwa kwa siku hamsini, kila muda akimwona Park yu lazima aje karibu yake na asiwe na ukaribu na msichana yoyote Haya aliyatoa Feng Li. Sasa ikafika zamu ya Yuan Cheng. Yuan Cheng akasema nahitaji kuwa na ukaribu, upendo wa dhati na niwe na kupeleka nyumbani. Feng Li alikubali, kwani alihitaji kuachana na Pakyu. Akampa Yuan Cheng dakika kumi za kujiandaa, kisha akaenda kwa Park Shio na kumwambia leo na kuondesha huyo boyfriend wangu. Alisubiri kwa muda, lakini Yuan Cheng hakutokea. Pakyu akatabasamu na kumshika Feng Li, lakini si punde Yuan Cheng alifika na kumchukua Feng Li. Pakyu hakutegemea kuwa Yuan Cheng anaweza kuwa na mahusiano na Feng Li. Licha ya kuwa haya yalikuwa ni mahusiano ya uongo, Yuan Cheng alihitaji kuyafanya yawe ya kweli kwa sababu alimpenda sana Feng Li, aliamini siku moja itawezekana. Siku moja Feng Li akipita, alienda na kumshtua Feng Li, alishtuka kugeuka, kumbe ni Yuan Cheng. Alipogeuka kutaka kuenda mbele, alimuona Park Yu akageuka na kumkimbilia Yuan Cheng, wote wakiwa wamejawa na tabasamu na wakampita kama hawamuoni. Feng aliingia kufanya mazoezi, na Yuan Cheng alimsubiri nje. Alipohaliza walitoka wote wakitembea, mara kuna gari ikawa inakuja kwa kasi, Yuan Cheng alimfuta Feng Li na kumsaidia, wote wakabaki wanatazamana na hisia mpya zikamuingia Feng Li. E, Feng Li aliutoa mkono wake haraka. Baadaye kabla hawajaagana Feng Li alimuomba Yuan Cheng ampe namba yake. Yuan Cheng alifurahi sana na kumpa namba yake. Kesho asubuhi Feng Li hakuwa sawa, Yuan Cheng alienda kumnunulia vitu vitamu vya kula. Kwa upande wa Pakyu, alijawa na hasira, akamfuata Yuan Cheng akiwa na rafiki zake na kuanza kumsema vibaya. Muda haukupota, Feng Li alifika bila kuuliza, alimpiga busu Yuan Cheng mbele ya Pakyu. Hii ikamfanya Pakyu aendelee kuumia, aliondoka pale akiwa na hasira. Baadaye Feng Li alimwomba msamaha Yuan Cheng kwa kumpiga busu, lakini Yuan Cheng alichukia, kwani hapenda kuwa na mahusiano ya uongo, hivyo aliondoka akiwa amechukia. Feng Li hakujua nini kakosea mpaka Yuan Cheng kakasirika, akaenda kumuuliza rafiki yake kwa nini Yuan Cheng kawa na hasira. Akaambiwa kuwa hata kabla ya yeye kumuomba Yuan Cheng kufeki mahusiano tayari Yuan Cheng alikuwa anampenda. Sasa suala la kufeki mahusiano ndiyo linalomuumiza Yuan Cheng. Feng Li baada ya kugundua hivyo alimfuata Yuan Cheng na kumuomba msamaha, ndipo akagundua kuwa Yuan Cheng ana mapenzi ya kweli, sio kama Park Yu. Mapigo yake ya moyo yakienda haraka, polepole pole, ukaribu ukaanza kati yao. Siku moja jua likiwaka sana, Yuan Cheng akamkinga kwa mkono wake. Kila Feng Li alipoenda, Yuan Cheng alimfuata. Feng Li alifanywa vitu ambavyo hajawahi fanyawa na Park Yu. Walipiga selfie wakiwa pamoja. Alimsindikiza nyumbani na kabla ya kumuaga, alitoa koti lake na kumfunika Feng Li na kukimbia. Feng alimwangalia huku akitabasamu. Kesho asubuhi, Park Yu aliona Feng Li kaweka picha ya profile akiwa na Yuan Cheng. Hakuwa ifikiria kuwa Yuan Cheng anaweza kuwa na mahusiano na Feng Li. Kila wakikutana, waliangaliana kwa jicho baya. Park Shi alijaribu kufanya kila kitu kuzur ili amfurahishe Feng Li, lakini hakufanikiwa. Tabasamu moja tu la Yuan Cheng lilimchanganya Feng Li. Darasani, Feng Li alidondosha pen, wote wakawa wanaokota, mikono yao ikagusana. Feng Li akamshika mkono Yuan Cheng akamuuliza una bip kubwa? Yuan Cheng akajibu, ndiyo, kwa sababu moyo unadunda kwa haraka. Siku moja Yuan Cheng alikuwa akimsubiria Feng Li nje akiwa na zawadi mkononi. Feng Li alipofika, Yuan Cheng alimpa zawadi na ilikuwa siku ya ishirini na mbili ya mahusiano yao fake. Feng Li alifurahi sana kuona Yuan Cheng anamjali, alijawa na furaha na tabasamu kwa mbali Park Yu alikuwa akiwaona na akiona wivu. Aligundua kuwa hakuwa anamfurahisha Feng Li kama Yuan Cheng anavyomfanyia. Akakumbuka siku moja Feng Li alimsubiria nje ya chumba cha mazoezi kwa masaa saba ndiyo akatokea. Sasa ndiyo akaanza kuelewa kuwa hii ilikuwa inamuumiza sana Feng, japo alikuwa hasemi. Siku Park Yu akaenda kwa rafiki yake na Feng Li na kumwomba amtoe kidogo Yuan Cheng ili apate muda wa kuongea na Feng Li kwenye mgahawa. Baadaye, Feng Li alipofika alishangaa, kwani alitegemea atamkuta Yuan na sio Park Yu. Park Yu akasema, nina kitu nataka nikwambie. Mezani alikuwa akabeba zawadi mbalimbali mbali, lakini Feng Li akamwambia, sihitaji hizo zawadi zako. Akamuuliza, Yuan Cheng yuko wapi? Muda huo huo ndiyo Yuan Cheng alikuwa anafika akiwa na rafiki yake Feng Li. Alipofika na kumwona Feng Li yupo na Park Yu, alichukua na kuondoka kwa hasira. Feng Li akakimbia kumfuata Yuan Cheng. Feng Li akamwambia, sikujua kama Park Yu atakuwa hapa. Hii ikawafanya wawe na tofauti kidogo. Wakati akitembea kwa bahati mbaya aligongana na jamaa mmoja, akamuomba msamaha kisha akaondoka. Bila kujua, yule jamaa anamfuatilia. Baadaye akahisi kuna mtu nyuma, alipogeuka akamuona hiyo jamaa na kumuuliza, kwa nini unifuatilia? Mtu aliwahi kumtumia. Alipogundua hivyo, alianza kurudi nyuma kisha akakimbia. Jamaa akamfukuzia. Kwa upande wa Yuan Cheng alikuwa amekaa sehemu, mara Park Yu akafika na kumkuta Yuan Cheng yuko peke yake. Alihisi kuna jambo halipo sawa, maana siku chache Feng Li picha zake ziliibiwa pale chuoni. Yuan Cheng akajaribu kumpigia simu lakini haikupokelewa na wakahisi kuna tatizo. Basi wakagawanyika kumtafuta Feng Li. Walizunguka kila sehemu bila kumwona Feng Li. Yule jamaa alimbananisha Feng Li kwenye kona na akatoa miwani yake, akamwambia unanipenda, sio? Feng kuvuta kumbukumbu akakumbuka kuna mtu ashawahi gongana naye pale chuoni. Alitabasamu na kumwomba msamaha. Kumbe huyo jamaa akahisi Feng ameanza kumpenda na akaanza kumfuatilia. Lakini alichukia alipoona Feng Li kawa na mahusiano na Yuan Cheng. Akamlalamikia Fengli kuwa kwa nini hujanichagua mimi na ukamchagua mtu mwingine. Muda huo huo Yuan Cheng akafika, yule jamaa akakimbia, wakati anakata kona akagongana na Park Shi na picha za Fengli zikaonekana. Park Yu alimpa kipigo kisha baadaye akamwambia Yuan Cheng, kwa sasa ni jukumu lako kumlinda Fengli na kisha akaondoka. Fengli akamshukuru Yuan Cheng kwa kuwahi kufika na yeye kawa salama. Basi Yuan Cheng akampeleka Fengli nyumbani, aliogopa kwani Fengli aliishi peke yake. Fengli akamwomba kama anaweza kubaki ili ampe kampani. Yuan Cheng alihisi aibu maana hajawahi lala kwenye nyumba ya mwanamke. Fengli akamuuliza unahitaji nguo, kisha akabadili nguo. Usiku wakiwa wanapiga stori mbali mbalimbali, Fengli alikuwa akila, kuna chakula kilikuwa kipo kwa shavu. Yuan Cheng polepole pole alikitoa. Moyo wa Fengli ukienda haraka. Wote wakiogopa kuangaliana, walipiga stori sana usiku ule. Baadaye Yuan Cheng alishikwa na usingizi na kulala kwenye bega la Feng Shi. Fengli alijisikia vizuri, pia na kumwacha Yuan Cheng alale pale pale pale. Kesho yake, Park Yu alijaribu kuongea na Fengli. Japo wameachana basi waweze kuwa marafiki. Aliamini ipo siku anaweza kurudisha mahusiano yao tena, lakini hakujua kuwa Fengli na Yuan Cheng washapendana. Na furaha sana. Wakati Yuan Cheng akila, akajipaka chakula bahati mbaya, Fengli akachukua kitambaa na kumfuta Yuan. Park Yu kuona vile, aliumia sana. Ilikuwa karibu na weekend na wengi walijiandaa kutoka out, lakini siku chache zilizopita rafiki yake na Feng Li alianza kumpenda Yuan Cheng, basi akaenda kumuuliza Feng Li je, kama ana hisia zozote na Yuan Cheng. Feng Li alipotezea na kusema nipo naye kwa ajili ya kumkwepa Pakyu, lakini moyoni kiukweli ashaanza kumpenda rafiki yake. Kusikia hivyo, akafurahi sana na kujua sasa ndio wakati mzuri wa yeye kutengeneza mahusiano na Yuan Cheng. Siku moja Yuan Cheng akiwa anapika rafiki na Feng Li akafika. Yuan Cheng alipotaka weka kiungo, lakini rafiki yake Feng Li akamwambia asiweke. Wakati huo huo, Feng Li akafika, akaonja chakula na kusema kinahitaji viungo. Bila ya kuuliza Yuan Cheng alaweka. Rafiki na Feng Li akachukia sana kuona Yuan Cheng anamsikiliza Feng Li kuliko yeye. Baadaye, jioni rafiki yake Fengli alijisikia uchovu, akamtumia message Yuan Cheng aende kumpa company. Lakini wakati huo Fengli pamoja na Yuan Cheng walikuwa wamekaa pamoja mahali wakipiga stori nzuri na kufurahia. Waliangaliana kwa muda, hisia zikawapeleka mbali, wakasogeleana na kutaka kupigana busu, mara kuna kitu kikawashtua na kuwatoa kwenye mood. Wakajishtukia wote wakioneana aibu huku wakiwa na tabasamu. Kwa mbali rafiki yake Fengli aliwaona na akaona wivu sana, akagundua mahusiano fake sasa yamekuwa ya kweli na kuahidi kuyavunja. Akaenda kumwambia Park Yu kuwa mahusiano yote kati ya Fengli na Yuan Cheng yalikuwa ni ya mkataba na siyo ya kweli. Park Yu alicheka na kuhisi kama ni hivyo, bado anafasi ya kumpata tena Fengli. Siku za mkataba kuisha zikakaribia. Rafiki yake Fengli akaenda kumuuliza Yuan Cheng, unaweza kuwa mpenzi wangu? Yuan Cheng akamjibu hata kama mapenzi yetu yalikuwa ya uongo, lakini mimi bado ninampenda Fengli na sitoacha kumpenda. Sipunde Fengli alifika na kumshika Yuan Cheng mkono na kumwambia rafiki yake, huyu ni boyfriend wangu, na kisha akaondoka na Yuan Cheng. Chuki ikaota kwa rafiki yake Fengli, akaanza kumchukia Fengli na kupanga kuharibu mahusiano yao. Fengli akiwa nyumbani alikuwa na mawazo sana. Hapa ana watu wawili ambao hataki kumpoteza hata mmoja, rafiki yake toka utotoni na Yuan Cheng ambaye kwa sasa kaanza kumpenda. Aliamua kufanya maamuzi mazito. Kesho yake ilikuwa ni siku ya mwisho ya mahusiano yao kwenye mkataba wao. Walifurahi sana siku hii na kufanya mambo mengi mazuri, kwani ndiyo siku yao ya mwisho kuwa pamoja. Walisikiliza muziki pamoja, wakasoma vitabu pamoja. Baadaye muda ulikuwa unakaribia, wote wakawa na huzuni wakiwa wamekaa Yuan Cheng aliangalia muda na kuona muda ndo huo umeisha. Fengli akajikaza na kutaka kuondoka. Yuan Cheng akamzuia wote machozi akiwatoka. Fengli akapiga moyo konde na kuondoka. Yuan Cheng alibaki pale akiwa na majonzi. Kesho asubuhi Fengli alifuta picha zote alizopiga na Yuan Cheng ili amsahau, lakini ilikuwa ngumu kumsahau Yuan Cheng, maana alikuwa kashampenda na wanapendana. Rafiki na Fengli alipoona hivyo akamfuata Park Yu na kumwambia, Huu ndio wakati wako wa kurudisha mahusiano" yako lakini, Pak Yu alimwangalia kisha akamwambia, siwezi fanya hivyo tena, nimegairi. Rafiki yake Fengli alishangaa imekuwaje? Park Yu akaamua kwenda kwa Fengli na kumwambia kwa sasa sitaki kukusumbua tena, kuwa huru na maisha yako na kutakia maisha mema. Fengli, kusikia hivyo alifurahi, akamfuata rafiki yake anayemchukia na kumwambia, kama wewe ni rafiki yangu na unanichukia kisa mapenzi, basi huo sio urafiki tena. Basi kuanzia hapo wakawasia warafiki tena. Kwa upande wa Yuan Cheng, baba yake alienda na kumwambia, kama unampenda hakikisha unamwambia mapema. Yuan Cheng, kusikia hivyo alitoka akikimbia na kumfuata Fengli. Na kwa upande wa Fengli, naye alikimbia kumfuata Yuan Cheng. Wakakutana kisha kukumbatiana kwa furaha, mahusiano fake, mkataba na mwisho yamekuwa mapenzi ya kweli. Na kwa sasa Yuan Cheng aliandaa mkataba mpya na huu ulikuwa ni wa maisha, yaani hawatokuja kutengana hadi mwisho wa maisha yao. Na hapa ndipo stori yetu nzuri inapoishia. Asante sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi sasa. Tunahitimisha mwisho wa safari moja, ndio mwanzo wa safari nyingine. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika channel yetu ili uendelee kufurahia burudani hizi. Asante kwa wa kutuchagua, tukutane